Okay, uh, guys. Leo nataka tuzungumze jambo moja. Unajua, uh, shida zipo na kimsingi watu wengi tuko na shida tofauti tofauti. Kiasi kwamba tukianza kuelezana, yani hata hiyo shida unayoona ya kwako ni kubwa. Nikikupa ya kwangu utaona ya kwako ni ndogo sana. Yes, yani kuna mtu akikuelezea shida yake unasema da, kumbe mi Mungu amenibariki. Yes. Yaani kuna mtu akikupa shida unasema ah, kumbe mi Mungu amenibariki. Yaani unaweza unaweza kuona Mungu hajakubariki kwa sababu tu shida fulani unazipitia. Ila kuna shida fulani ukiiona kwa mtu. I say unaona kumbe, uh, mimi Mungu amenibariki. Ya, yeah, ndivyo ilivyo. Sasa, leo nataka tuzungumze hivi ni kwamba haijalishi ni shida kiasi gani unazozipitia, lakini namna pekee ya kutatua shida zako, namna ya muhimu kabisa, jaribu kufikiria shida ulionayo na umwangalie Mungu unayemtegemea. Ukigundua shida ulionayo ni ndogo kuliko Mungu unayemtegemea, my friend at, the, at that point umerealize kwamba shida uliyo nao ni ndogo kuliko Mungu nayemtegemea, shida yako itaishi Unajua, wakati mwingine shida zetu haziishi ni kwa sababu shida tunazishikilia na tunazikubali, halafu tunamweka Mungu pembeni na kuona kama vile hawezi kuzitetea, hawezi kuziondoa. Unajua Mungu anasemaje? Anasema, anasema eh, tunaokolewa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani maana yake ni nini? Mungu anasubiria umuamini peke yake, alafu shida yako itakuwa ni ya kwake. So guys, please shida ulio nayo ione ni ndogo, halafu Mungu muweke juu ya shida yako, shida itaisha tu. Na kuna wengine hapa watasema oh, mbona shida zangu mimi haziishi? Hapana, Mungu anajibu kwa wakati wake. Hata kama sipojibu leo atajibu baadaye. Asipojibu baadaye, atajibu kesho. Ila trust me you will never die, God is going to heal you. Huo ni ukweli na kwambia, cha msingi tu endelea kuwa na imani na kumtegemea yeye. Yeye atafanya kwa ajili yako. Mwisho kabisa, usisahau ku like na ku comment, kikubwa zaidi subscribe na ku follow account zangu zote kwenye social media zote, ili video nyingine ikija kama hii isiweze kukupita, mtu wangu wa kazi. Namalizia kwa kusema bado Mungu anasema kitu, bado Mungu anafanya kazi. Still God is saying something, we are together.